wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tuende tukaangalie ni wenye nguvu gani ambao wanauteka ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena, tukiongozwa na kitabu cha Mathayo sura ya kumi na moja ya mstari wa kumi na mbili kinasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana nguvu nao wenye nguvu wa uteka. Bwana Yesu asifiwe tena. Neno la Mungu inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wa uteka. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunakusha kuangalia ni watu gani ambao wanauteka ufalme wa mbinguni, ni wale ambao wamekwisha kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na pia wamekwisha kukubali kubatizwa, na pia wamekwisha kukubali kuzishika amri zake. Ina maana Mwenyezi Mungu anasema, kama mkinipenda, mtazishika amri zangu za Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo Huyu ambaye anauteka ufalme wa mbinguni ni yule ambaye amekwisha kubali kunyenyekea ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ili ufalme wa Mungu ukae ndani yake. Ni sababu gani ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu? Ni ili kutushindia na mambo yote. Ina maana kama Yesu Kristo anakaa ndani yetu, ina maana vipo vipingamizi ambavyo adui anavipinga ili tusiweze kufikia ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kutuahidi. Hivyo pale mwanadamu ambapo anakuwa amekwisha kumpokea Yesu Kristo, tambue kabisa ufalme upo ndani ili uweze kumshindia katika majaribu. Ina maana tunaangalia Yesu Kristo ambapo alibatizwa, alipandishwa na Roho nyikani ili akajaribiwe. Alipojaribiwa alimshinda shetani. Ina maana ufalme wa Mungu upo ndani yetu ili kutushindia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika katika hizo nguvu ambazo Mwenyezi Mungu anatupa kupitia Roho Mtakatifu, ndizo hizo zinatupa kumshinda shetani. inamaana sio nguvu zetu. Ina maana shetani anapoleta nguvu zake anakuta tayari Mwenyezi Mungu amekwisha kuweka nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika hizo, katika hizo nguvu zitamshindia mwanadamu katika mambo yote. Mwanadamu akiwa na shida ya ndoa atapata ndoa, mwanadamu akiwa na shida ya kupata kazi atapata kazi, mwanadamu akiwa na shida ya kupata mtaji atapata mtaji. Na maana kila kitu atashindaniwa, akiwa anataka kupata kazi atapata kazi, kwa sababu kuna utendaji ulio ndani yake wenye nguvu. Ina maana kama vile kitabu cha Wafilipi kinavyosema kitabu cha Wafilipi sura 4 nne mstari wa kumi na tatu inasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana kazi ya Yesu Kristo ndani yetu ni kutuongezea nguvu pale ambapo tunakuwa tunaku pale ambapo vita adui inakuwa ikitaka iturudishe kule ambako tumekwisha kutoka. Bwana Yesu asifiwe! Tena ina maana vipo vipingamizi hapa vya adui ambavyo hivi vinataka kumrudisha mwanadamu kule ambako ametoka, na ndio maana Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakaa ndani yetu kupitia Yesu Kristo, ili aweze kutushindania vita yote Hivyo kwa mwanadamu yoyote ambaye atakuwa hajakubali kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, tukubali kabisa hapa, lazima lazima ashindwe, lazima ashindwe kushindana na shetani. Maana shetani atamshinda. Ina maana kazi ya Mungu yeye ni kutupa nguvu tukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya arobaini mstari wa ishirini na tisa mpaka thelathini na moja kinasema kwamba huwapa nguvu wazimiao, humuongeza nguvu yeye asiye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana ndani, ina maana kazi ya Yesu Kristo ndani yetu pale ambapo wanakuwa amekaa ndani yetu ni kutupa nguvu ya kushinda mambo yote. Ina maana pale ambapo unakuwa umekata tamaa na maisha, anakupa nguvu. Pale pote ambapo unakuwa umeshindwa kusonga mbele, anakupa nguvu pale pote ambapo umekuwa umekosa amani anakupa moyo, pale pote ambapo unakuwa umetindikiwa, ina maana Roho Mtakatifu anakupa nguvu. Ina maana wewe, kila kitu ambacho utakuwa unakifanya kitakuwa kinaenda. Ina maana shetani atakuwa akileta majaribu mbalimbali kupitia ndoto au kupitia maneno ya watu, ina maana Mwenyezi Mungu ndiye atakuwa ni mfariji wako, atakuwa anasema na wewe, ina maana katika hilo neno katika hilo neno ambalo Yesu Kristo anasema na anasema na wewe ambaye ni Mungu mwenyewe, ina maana hilo neno ndilo ambalo litatumika kumpinga shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana neno la Mungu kuwa ndani ya mwanadamu ni ili kummaliza nguvu shetani. Hivyo wale wote ambao wanauteka ufalme wa Mungu ni wale ambao wana nguvu za Mungu na sio nguvu zao, ina maana tunaangalia hatuwezi lolote sisi kama sisi, pale ambapo tutakuwa tumemwacha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tumekusha kuangalia wale ambao wana nguvu wana, wana, wana, wana nguvu katika Mungu. Ina maana hawa wanamshinda shetani. Ina maana tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ina maana hapa nazungumzia sio wenye nguvu zao, bali wenye nguvu za Mungu. Ina maana mwenyezi Mungu, tumekwisha kuangalia, anampa nguvu mwanadamu ya kuweza kumshinda shetani. Ina maana mwanadamu awezi akamshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana Yesu Kristo ni msaada pekee wa mwanadamu kufikia hatima yake. Bwana Yesu asifiwe tena. tumekusha kuangalia neno la Mungu kuwa ndani yetu ni ili kumpinga shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena pale ambapo pale ambapo shetani anakuja katika utuzongazonga katika mambo mbalimbali, ina maana hiyo inakuwa ni kazi ya neno la Mungu na sio maneno yetu. Ina maana pale ambapo ufalme utakuwa ndani yetu, utapokuwa ndani yetu, ina maana shetani atakuja kupima atakuja kupima katika mambo mbalimbali mbali, atashindwa. Atakuja katika ndoa atashindwa. Atakuja kupima katika kazi atashindwa. Atakuja kupima katika njia mbalimbali mbali, katika vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekwisha kutubariki, katika pesa, katika uchumi, katika biashara atashindwa. Ina maana mambo yote ambayo shetani atakuwa anayafanya ina maana utashindaniwa na neno alio ndani aliye ndani yetu. Ina maana shetani ataweka vikao na vikao na pia wale maajenti wake wataweka hila mbalimbali mbali katika vikao vyao katika vikao vyao, ili kuweza kumwangusha mwanadamu, lakini hawatoweza. Kwa sababu gani? Ufalme wa Mungu ndio upo ndani yetu, ambao unakusha kuweza kutushindia na pia unakusha kuweza kutupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu, na pia tutashinda yale mambo yote pale pote ambapo tutakuwa tumekubali kunyenyekea, pale ambapo tunakuwa tumebatizwa, tumekusha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pale ambapo tutakuwa tumezifuata amri za Mungu, ina maana moja kwa moja ufalme wa Mungu tutakuwa tumeuteka kwa nguvu za Mungu mwenyewe bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.